Ifahamu Boneyard, eneo lililopewa jina la makaburi ya chuma, ambapo zaidi ya ndege elfu nne za kijeshi na kiserikali huhifadhiwa baada ya kustafu nchini Marekani na kusubiri kufufuliwa au kusambaratishwa. Jumla hii ni Trigen Media. Kusini mwa jimbo la Arizona, jua kali la jangwa linachoma mchana kutwa na upepo mkavu unavuma juu ya ardhi iliyopasuka kuna mandhari ambayo mara ya kwanza ukitizama huwezi kabisa kujua thamani yake. Ni jiji la Tucson ambako kuna eneo linaloitwa kwa jina lisilo la kawaida, yaani Boneyard. makaburi ya mifupa. makaburi haya si ya watu, ni makaburi ya ndege za kivita, ndege za usafiri, mabomu ya kimkakati, helikopta za vita, na hata ndege za kijasusi ambazo kwa miongo mingi ziliandika historia ya jeshi la anga la Marekani. Kwa macho ya kawaida, Bonyadi ni kama bahari isiyo na mwisho ya chuma na mabawa yaliyolala kimya kimya. Zaidi ya ndege elfu nne zimeegeshwa kwenye eneo hili na takribani hekari elfu mbili na mia sita ukubwa unaoweza kufunika miji midogo kadhaa hapa kuna kila aina ya ndege B52 ambazo zilijenga nguvu ya ulinzi wa Marekani wakati wa vita baridi F14 na F16 ambazo ziliwahi kutawala anga la vita kc KC135 za kusafirisha mafuta angani pamoja na ndege za mashirika mengine ya serikali kama NASA na hata nchi wa shirika za kigeni. Kwa nini eneo hili litumike kama kaburi la ndege? Iko hivi, jangwa la Tucson lina siri kubwa. Hewa yake kavu ni kama kifaa maalum cha kuhifadhi kilichoundwa kwa uasili wake. Unyevu mdogo unazuia kutu, na udongo mgumu wa jangwa unaweza kubeba ndege nzito bila kuzama ni kama kabati kubwa la kuhifadhi mitambo ya anga. Ndege zinapofika hapa, mafundi huzipaka kemikali maalum nyeupe inayozuia joto na kutu. Ndege hizo zinaweza kukaa hapo miaka kuanzia kumi, ishirini au hata hamsini zikiwa bado katika hali nzuri ya kufufuka siku moja. Maelfu ya ndege hizi huenda hazitoruka tena, lakini zinabeba thamani kubwa sana. Kila ndege ni gara la vipuri, injini, rada, magurudumu, mifumo ya kielektroniki, vyote vimehifadhiwa mithiri ya dhahabu. Kampuni za ulinzi, jeshi na nchi rafiki hupita Bonyard kutafuta sehemu ambazo hazizalishwi tena. Wengine hukata vipuri vilivyo kwenye hali mpya kabisa, ingawa ndege hizo zimekaa jangwani kwa miaka mingi. Kwa maneno mengine, Bonyard ni kama benki ya nguvu ya kijeshi baada ya fedha akiba yake ni teknolojia ya anga. Si ndege zote ukaa jangwani hapa milele. Hapana, baadhi ya ndege hupakwa mafuta tena, hufanyiwa ukarabati na kurudishwa vitani au kwenye mafunzo. Wakati migogoro mipya ya dunia inapoibuka, baadhi ya ndege za zamani humulikwa na kuonekana zinaweza kurudi kazini, kwa sababu bado zina uwezo wa kufanya majukumu maalum. Hiyo ndiyo maana ya bonyard, yani ni zaidi ya makaburi ama ni chumba cha kusubiri cha ndege zinazoweza kufufuliwa. Kwa mtu wa kawaida bonyadi inaonekana kama jalala la ndege, ila kwa wataalamu wa ulinzi duniani eneo hili linaonesha kanuni moja muhimu ya nguvu ya kweli: mara nyingi haionekani kwa macho. Mara nyingi mataifa yanafanya maonyesho ya ndege mpya, makombora mapya na teknolojia mpya, lakini nguvu halisi ya Marekani imehifadhiwa kimya kimya jangwani. Maelfu ya ndege ambazo zinaweza kufanywa kazi tena hutumika kama vipuri au kuuzwa kwa washirika wa kigeni. Kwa baadhi ya ndege Bonyadi ni mwisho wa safari yao ndefu, kwa nyingine ni mwanzo wa maisha ya pili, na kwa wanajeshi, wahandisi na watafiti, Bonyadi ni kumbukumbu -kumbu haya ya historia ya vita na amani. Kila ubeti wa mabawa yaliyolala kimya ni hadithi, hadithi za majaribio hatari, misheni ya usiku wa manane na safari ambazo zilivuka bahari na bara na hivyo, katikati ya jangwa kavu la Tucson kuna makaburi ambayo hayalilii waliokufa, bali yanatunza nguvu ya kesho. Hii ni TriGen Media.